Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mkate wa Leo. Na karibu sana, ujisikie furaha, jisikie furaha kuwa nami, jisikie furaha kusikiliza kipindi hiki cha Mkate wa Leo. Kuanzia leo na kuendelea, tutaanza kutazama habari mpya, nayo ni hii, miujiza ya Yesu miujiza ya Yesu akiwa hapa duniani, miujiza aliyoifanya Yesu akiwa hapa duniani. Na kwanzia leo tutaanza ule muujiza wa kwanza kabisa ambao aliufanya Yesu, nao tunaupata katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza kuanzia mstari wa kumi na nane unasema hivi Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu, mama yake, alipokuwa ameposwa na Yusufu, aa, kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye Yusufu mumewe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 Kuangalia miujiza aliyoifanya Yesu hapa duniani. Muujiza wake wa kwanza kabisa ni huu unaotajwa hapa. Hii, mimba ya Yesu Kristo katika Bikira Mariamu. Mimba ya Yesu Kristo ndani ya tumbo la Bikira Mariamu. Huu ni muujiza wa aina yake ambao haujawahi kutokea na hautatokea tena. Kule nyuma haukuwahi kutokea na hautatokea tena. Ulikutokea kwa huyu mama tu peke yake. Iko hivi, Mariamu, mama yake Yesu, Biblia inasema aliposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Takatifu, alionekana na mimba. Kwa hivyo alipoonekana na mimba Yusufu akapata habari kwamba, Mariamu mchumba wako ana mimba. Haya, Yusufu aliposikia hivyo, alikasirika sana, aliumia sana. Biblia nasema Yusufu, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, hata hivyo, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha yule msichana, maana bila shaka alimpenda sana asitake kumfanyia mabaya, asitake kumwaibisha, asitake kumlaumu, asitake kufanya chochote wala kujibu jambo. Aliazimu kumwacha kwa siri, aliazimia kumwacha kwa siri. Akasema kama ni hivyo, hapana, nafikiri moyoni akasema huyu ah, a, ameamua hivi basi, ameamua kulala na mwanaume kabla hatujaoana, huyu hata nia, basi ndipo Yusufu akasema huyu simwambii neno lolote, tangu leo sina habari naye. Sasa Biblia nasema siku yake, alipokuwa akiwaza hayo, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto, akamwambia Yusufu, usihofu, wewe usihofu kuchukua huyu hii mimba yake, sio wanaume wamelala na huyu msichana, hapana, hakuna mwanaume wamelala naye mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Eh, huyu hii mimba yake atazaa mwana, nawe mwenyewe utamwita jina lake Yesu. Huyo Yesu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa nini? ni kwa sababu kwenye Bibilia imeandikwa tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi kwa hiyo usiogope kweli, eh kabisa. Ehaya, basi afikiri mazungumzo haya yalichukua muda fulani mpaka Yusufu akakubali, na kwa vile alikuwa mtu wa haki, bila shaka akamkubalia. Malaika akamwambia, basi nimekubalia, nitamchukua. Biblia nasema naye, Yusufu alipoamka katika usingizi ile asubuhi sasa, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, na alipomchukua Biblia inasema hakulala naye kamwe, hata alipomzaa mwanawe, wanawe huyu aliyeambiwa, bila shaka malaika alimwambia, usimguse mpaka atakapo mzaa huyu mtoto. Na Yusufu, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, hakumgusa mpaka alipomzaa mtoto ambaye akamwita jina lake Yesu. Ona mpendwa mtazamaji wangu, muujiza wa kwanza muujiza kabisa wa kwanza wa Yesu ni kuingia ndani ya tumbo la bikira na kukaa mle miezi tisa. Mwisho wa siku akatoka, akaanza kufanya makubwa, tutakayaona maajabu. Hii ni muujiza wa kwanza. Yesu anaingia ndani ya tumbo la bikira Maria, ni, ni muujiza wa kwanza sana. Kule nyuma haikuwahi kutokea na baadaye haitatokea. Kule nyuma haikuwahi kutokea na baadaye haitatokea. Kwa nini? Ni muujiza aliyofanya Yesu mwenyewe, kuingia tumboni mwa Mariamu na kaa mle ndani ya miezi tisa. Kule mbele tutaona muujiza wake wa pili wa kuzaliwa na Bikira. Kwa hiyo hii ni jambo la ajabu sana ambalo sisi sote tunaweza kushangaa. Kitu gani muhimu hapa cha kujifunza ni kwamba, wasichana, jambo la kwanza, wasichana jitunzeni, jitunzeni. Na ukijitunza Mungu atakuheshimisha, Mungu atakuheshimisha. Heshima ya Maria imeenea duniani kote. Na mimi nikuombe, msichana, hebu jitunze ili Mungu akuheshimishe. Jambo la pili namwona Yusufu vile namwita mtu wa haki, alikuwa mtu wa haki. Enyi wanaume, enyi wavulana, hebu jitunzeni, Mungu awaheshimishe. Jitunze ili Mungu akaheshimisha, akupe msichana ambaye atamufurahia, akupe mke ambaye itamufurahia. Jitunzeni, isinkeluke, dunia imeharibika. Kaa kulie, subiri Mungu, Mungu atakupa mke ambaye atakuheshimisha. Na Mungu akiamua kukuheshimisha, utashangaa. Mungu wa mbinguni akubarikini nyote awe pamoja nanyi. Endeleeni kufuatilia somo hili la miujiza ya Yesu, litakusogeza hatua hujawahi kuona. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubarikie, akulinde, akutunze, akujalie afya njema, akujalie kufanikiwa katika kazi zote za mikono yako. Kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.